Naweza nikakufurahisha lakini pia nikakusikitisha kwa wewe mtumiaji wa TikTok e, wazee wa kutap tap tap e, tap tap the screen wazee wa kusema sijui nitumie gift nini rose sijui ni nini, vimekuwa ni vitu vingi ambazo e, watu wengi wamekuwa wanavitumia, na TikTok umekuwa ni moja kati ya mitandao ambayo kwa Tanzania lakini pia kwa nchi e, zote duniani ni mtandao ambao umekuwa ukipendwa kutokana na maudhui yake mengi ambayo yanakuwa yanatumiwa e, katika mtandao huo. Watu wengi wamekuwa wakipoteza mawazo kupitia mtandao huo e, watu wengi wamekuwa kip kutuma clip zao lakini pia kuna watu ambao wanaingiza pesa kupitia mtandao wa TikTok na kwa kuweza kupata matangazo eh, lakini pia watu wanapopea na gifts nini, watu wanaingiza pesa kutumia mtandao huu huo wa TikTok. Lakini sasa mmiliki kutokea huko China ndio ambaye anaumiliki huu mtandao e, sasa so kumekuwa kuna sakata ambayo ilikuwa inaendelea, e, maana siku za nyuma pia kulikuwa kuna tetesi ambazo zilishasemekana kwamba kuna Marekani mmoja ambaye anataka kununua hata Elon Musk kuna kipindi ilisemekana kwamba anataka aununue yaani, amiliki mitandao eh, kibao lakini ikiwemo na TikTok. Lakini sasa mtandao wa TikTok leo unaweza kufungiwa Marekani kufikia Aprili tano ikiwa makubaliano hayatapatikana, na serikali ya Marekani inasisitiza kuwa eh, ByteDance ni lazima iuzwe TikTok kwa kampuni ya Marekani ili kuepuka eh, um, marufuku. Sasa tunajua kabisa tarehe tano ni kesho kutwa tu, kwamba kama watakuwa hawajafikia makubaliano, basi TikTok kwa Marekani itakuwa wanaisikilizia bombani. Lakini pia sasa tayari wafanyabiashara wakubwa eh, na kampuni za teknolojia akiwemo Mr. Beast ambaye uh, huyu inasemekana ndio ambaye anataka kuinunua na kuimiliki kutokea huko Marekani, wameweza kuwasilisha ofa za mabilioni ya kutosha ya mabilioni madola, sio dola, sio bilioni hizi za Kitanzania, ni dola bilioni, mabilioni ya kutosha huko, ya ununuzi wa mtandao huu wa TikTok. White House ina matumaini kuwa suluhisho hilo litapatikana kabla ya muda kuisha, lakini ikiwa hakuna makubaliano, sheria ya kupiga marufuku TikTok itaweza kutekelezwa. Kwa hiyo jambo hili, hata White House pia au serikali ya Marekani imeweza kuingilia kati kwamba hadi kufika tarehe tano ya mwezi wa nne eh, TikTok hawajafika wa makubaliano na huyu uh, uh, Mr. Beats ambaye anataka kununua uh, not Mr. Beats ni, yeah, Mr. Beats ni ya ambaye anataka kununua mtandao huu wa TikTok kutokea Marekani, basi na wao hawatakuwa na yana ya kuweza kufungia mtandao huu eh, katika nchi yao. Wewe kama mwana TikTok, wewe kama eh, mdau mkubwa sana wa TikTok drop comment yako hapo tuone kwa mtandao wa TikTok ni sahihi mshikaji aachie aweze kuuza Marekani ndio wao wana control na kuweza kuendesha au aendelee kumwachia mshikaji ambaye amekwisha kuanzisha kitu chake na maisha yake anaenda kupitia TikTok na vitu vingine drop comment yako itakuwa ni muhimu sana ukishare, ukisubscribe channel yetu utakuwa umefanya poa zaidi kwa sababu taarifa zote utakuwa unazipata hapa sawa sawa digital